nyakazi wote tujiunge pamoja, kujitenga hatari. Mwezi huu nimeingizwa mshahara sijui laki mbili, laki mbili nitalipa bili ya maji, nitalipa ada ya mtoto, nitakula, nitaenda wapi? Mwandishi wa habari, mimi ni mama na watoto watatu, mmoja yuko sekondari, wawili, tunalipaje ada za watoto wetu? Tunaishija hapa mjini, kila kitu ni gharama, watu wengine wamepanga nyumba, tunafanyaje? Hatuna kodi za nyumba, mtu anashinda wengine, tunatoka nil, wengine wanatoka nil. Mishahara kabisa hizo bei zikiwa nazolipa, eh. Sasa hatujajua hatima za maisha yetu. Mwandishi, tunaomba yafike. Tumechoka, tumechoka sisi kama wafanyakazi. Yaani especially mimi nimechoka. Nikwambie mwandishi nimechoka. Nimechoka, mimi. Nimechoka. Yani nimechoka, nimechoka nimechoka, nimechoka, nimechoka, nimechoka kabisa, naomba tu nisaidiwe, nimechoka nipe hela yangu, nimechoka mwandishi kitu chochote, mwandishi, naomba wanipe hela yangu. Mimi ni mama na watoto wangu wananitegemea, wanipe hela zangu zote, nimechoka kabisa. Naombeni na waombeni na waombeni. Majina anaitwa Simoni Msumea Ruvinga, nipo katika kanda ya Mbeya, ni mfanyakazi wa chama cha Trau cha wafanyakazi. Lakini kilio chetu kikubwa zaidi, tunamshukuru mama kwa kazi nzuri ambayo ametufadhili kwa muda mrefu juu ya mishahara kutulipia sisi wafanyakazi wa Tazara. Lakini ombi letu kubwa zaidi kwa muda huu, mama anaendelea na kampeni Tanzania nzima, na sisi tunampa kama sisi wafanyakazi wa Tazara tunampa na sisi mitano tena inaendelea juu yake, lakini tunachokiomba zaidi hiki tu. Kilio ni cha muda mrefu, viongozi kutoka wizara ya uchukuzi, manaibu waziri wamekuja Tazara kuitembelea, wanatupa vikao vya kutufariji kutoka serikalini katika wizara ya uchukuzi, lakini majibu hayaji juu ya mishahara. Sisi kilio chetu ni mishahara mwezi wa nne na house allowance za Septemba na Agasti na pamoja na malimbikizo mbalimbali hela za likizo. Kwa hiyo mama, tunakuomba kilio chetu kutoka tawi la TCPC Mbeya, kanda ya Mbeya, hiki kilio kiweze kukufikia wewe mama na hatimaye tuweze kupata hii hatima. Sisi tunakupongeza sana kwa kuendelea kutulipa mishahara kwa serikali. Ulionayo ni serikali ambayo iko makini katika, katika nchi yetu, na mama, tunakupa tena mitano. Asante sana, na ninashukuru sana. Hapa tumesimama tupo na wafanyakazi wa kanda ya Mbeya, tunadai maslahi yetu mbalimbali, mishahara, hela za likizo na marupurupu mengine. Ni kwa muda mrefu kumekuwa kuna usumbufu tumekopa mikopo benki sakosi mitaani, baadhi wetu baadhi yetu kutokana na stresi za maisha wamepoteza maisha, wamepata BP, wamepata visukari, wengine bado ni wagonjwa kutokana na hali ngumu. Tunaomba rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia, utusikilize, utusaidie tuondokane na hiki kilio cha wafanyakazi wa TAZARA, ni muda mrefu sana lakini tunajua Mama utatusaidia, na sisi ni wapiga kura wako. Tunajua wewe unafanya kazi vizuri. Tunaomba ukatusikilize, mama, tusaidie. Asante.